Tunaamini kwamba baada ya kesho tarehe ishirini na tisa tunaenda kufanya kazi kwa mo, moyo wa na morali mkubwa sana sisi kama viongozi wa chama cha Mapinduzi, na mimi nikiwa mbunge jimbo la Iringa mjini ntafanya kazi kwa morali, kwa sababu nitaamini kwamba kura mlizonipatia mimi Ngajilo ni kura ambazo zinanipa deni. Kura mkinipa nyingi sana maanake mtanipa deni, ili niweze kufanya kazi kwa moyo wa morali, na morali mkubwa wa kuhakikisha matamanio yenu Wanairinga, manispaa ya kuitoa hii Iringa katika hali hii tulionayo kwenda katika hali nzuri zaidi yanafanikiwa. Lakini la pili, nilikuwa nina, nina na, na, na, nataka kuwapelekea kuwa, kuwa ujumbe Wanairinga, kesho mnapopiga kura mjue kwamba tunaenda kuibadilisha Iringa yetu na mtegemee kwamba e, kura hii inaenda kutuletea kiongozi na viongozi ambao wataipigania watai Iringa Manispaa mtegemee kwamba Ngajilo atakuwa sauti ya wananchi, hilo la kwanza, sauti ya wananchi katika vyombo vya maamuzi. Kwa hiyo kura yenu ni kuniandaa mimi kuwa sauti yenu ya kuwapigania katika vyombo vya maamuzi, baraza la, eh, eh, la madiwani, halmashauri hal, manispaa ya Iringa, lakini kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sauti ya Ngajilo itasikika kila mara ikizungumza maswala ya Iringa na ikiwatetea wana Iringa. Lakini mategemeo mengine mtegemee kwamba nitakuwa daraja kati yenu wananchi, serikali, na vyombo mbalimbali mbali vya maendeleo. Kwa hiyo mimi naenda kuwa daraja, kula zenu nyingi mkinipa mimi Ngajilo, maana yake mnaenda ku, kunifanya niwe daraja la maendeleo kati yenu na vyombo mbalimbali mbali vya maendeleo, vinaweza vikawa vyombo vya maendeleo vya kitaifa, lakini na vya kimataifa.